Mkurugenzi mtendaji na afisa mkuu mtendaji wa Kenya Airways, Allan Kilavuka, anatarajiwa kuondoka katika shirika hilo la ndege la taifa baada ya miaka sita akiwa madarakani, huku akiendelea na likizo ya mwisho kabla ya kumalizika kwa mkataba wake. Katika tangazo la umma, bodi ya shirika hilo ilimsifu Kilavuka kwa kuiongoza KQ katika kipindi cha misukosuko ya janga la COVID-19 na kusimamia ukuaji wa mapato pamoja na mizigo, yani cargo, jambo lililothibitisha uendelevu wa uendeshaji wa shirika hilo. Bodi hiyo imemteua afisa mkuu wa uendeshaji Captain George Kamal kuwa mkurugenzi mtendaji wa kundi na CEO wa muda kuanzia Disemba 16 mwaka 2025, wakati mchakato wa kuajiri mshika wadhifa wa kudumu ukianza. Chini ya uongozi wa Kilavuka, shirika hilo lilivunja mfululizo wa miaka 11 kupata hasara na kuripoti faida kubwa, ikiwa ni mabadiliko makubwa baada ya miaka mingi ya changamoto za kifedha. Kenya Airways imesema inaendelea kuzingatia utekelezaji wa mkakati wa kujiimarisha upya ikiwemo kutafuta mwekezaji wa kimkakati.